Kuwaeleza Watanzania si tu kwenye jimbo hili, popote nitakapohitajika kwenda kusema, nitawaambia kwamba kwa sasa, ndugu zangu, upinzani ni sawa na magari yasiyokuwa na usukani, na magari yasiyokuwa na usukani aaeleke Leo jamaa yetu imepoteza nguvu, tunashukuru. Ili kukidhi matakwa ya kikatiba ya nchi yetu waendelee, na tunaomba waendelee. Lakini nasema sisi, moto umewaka na watu uzima kamwe hakuna jitihada kubwa unazozifanya wewe kwa kushirikiana na viongozi wenzako kuhakikisha kwa kwamba sasa tunakwenda kuibadilisha nchi nchi yetu. Sasa hivi hata mtoto mdogo wa sekondari anafahamu anajua namna nchi ilipofika. Lakini pia sisi tunakuwa kwenye upinzani huko nyuma, tulikuwa tunafanya tathmini ya kuwatazama hawa viongozi wanaosema wanao nafasi ya kuja kubadilisha nchi ambacho ninyi mnakiendeleza